Ili elimu bora ilete tija halisi kwa taifa, na sisi ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi Zanzibar tutaendeleza ushirikiano ili kuweza kuhakikisha kwamba haya yanayopangwa yenye malengo mapana na manufaa mapana kwa wananchi wetu wote yanawezekana. Wananchi, walimu na wanafunzi, kwa pamoja, tuweke kipaumbele katika kulinda, kutunza na kutumia ipasavyo miundombinu ya elimu iliyowekezwa kwa gharama kubwa, kwani ni mali yenu wenyewe na ni urithi wa vizazi na vizazi vya sasa na vijavyo. Serikali ni mratibu tu, hii ni mali yenu. Wahenga walituasa kitunze, kidumu. Wakati nikielekea mwishoni mwa hotuba, ni wasihi wazazi na Watanzania wote kwa ujumla, tujitahidi kulibeba kwa pamoja jukumu la malezi ya vijana wetu. Jukumu hili la malezi huanzia nyumbani, ndipo hufikishwa shuleni kwa walimu. Jukumu hili si la walimu pekee, bali ni jukumu letu sote kama jamii. Tumeelezewa hata kwenye Kurani na Bibilia zote zikitufundisha kuwa nyumba ndiyo shule ya kwanza. Pale nyumbani wazazi ni walimu wa kwanza pale nyumbani, na malezi bora ndiyo msingi wa jamii iliyo bora. E, nilipita pita madrasa, nakumbuka imeelezwa kwenye Kurani sura Luqman sura ya 31 aya ya 13, kwa Luqman akiwa ni mzazi, alikuwa anamsihi mwanawe kuhusu mienendo natabia, na tabia nzuri na vilevile imeelezwa kwenye Biblia tukufu Mithali ya 22:6 kuwa mlee mtoto katika njia ipasayo nayo hata iacha hata atakapokuwa mzee. Hivyo ni wasii wazazi tufanye jukumu hilo la awali la kuwa mlezi wa kwanza na kuwa mwalimu wa kwanza Niendelee kurudia tena kumpongeza Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi kwa kuendeleza na kuimarisha sekta ya elimu kama alivyofanya katika sekta zingine. Na niwaambieni, si kwa mgeni tu ambaye akija hapa ataiona Zanzibar ikiwa imebadilika, hata ninyi wenyewe mnaiona Zanzibar ikiwa imebadilika. Na ukweli una tabia moja, hata ukiubishia wenyewe unabakia kuwa ukweli. Zanzibar imebadilika na inabadilika kwa kasi, na haya anayofanya si manufaa binafsi, ni manufaa kwa Wazanzibari wote. Kwa hiyo tuendelee kumuunga mkono ili dira aliyonayo aweze kuitimiza kwa manufaa mapana ya wananchi wa Zanzibar. Vilevile, nawashukuru sana wadau wetu mbalimbali mbali wa maendeleo ambao mara zote wamekuwa bega kwa bega na serikali katika kuleta maendeleo ya taifa hususan katika sekta hii ya elimu. Kama tunavyotambua, tunathamini ushirikiano wa wadau wote wa maendeleo ikiwemo Benki ya Dunia shirika la fedha la, la, la, la, la kimataifa IMF, pamoja na wadau wengine wote ambao tunashirikiana nao wa ndani ya nchi na nje ya nchi, tunaoshirikiana nao katika kuendeleza huduma za jamii katika nchi yetu. Mheshimiwa, viongozi, nikiwa namalizia. Niwaombe mridhie niseme jambo moja katika kumalizia, nitumie jukwaa hili kwa, kwa niaba ya serikali kuwapongeza sana vijana wetu wa timu ya taifa. Mliona shughuli jana Mmeona shughuli jana, vijana wetu wamepeperusha vyema bendera ya taifa letu, wametetea vyema wimbo wa taifa letu, wametuwakilisha vyema, na mimi, na mimi naweza kukiri kusema kwamba hawakutoka mashindanoni, wametolewa mashindanoni. Mlivyoona na mimi nimeona hivyo hivyo. Na maoni yenu yanafanana na maoni yangu, hasa dakika za mwisho zile. Kwa sasa nitumie fursa hii kuwapongeza sana kwa niaba ya serikali tunawapongeza, wizara tunawapongeza, wenyeji wetu waliowapokea kule, tunawapongeza taasisi zetu, shirikisho la mpira wa miguu la Tanzania na la Zanzibar, tunapongeza wizara, tunawapongeza mkuu wa msafara, tunapongeza benchi la ufundi, na tunawapongeza vijana wetu waliovuja jasho kwa yale kwa yale, kwa yale, kwa yale tuliyoyaona wamefanya kwao, tuwaambie tu na sisi tuna kwetu. Watakuja na sisi na kwetu, ni hapa hapa. Watakuja tena, sio mbali, 2027 watakuja. Eh, vijana wanasema sisi ni pipo, tutakutana tu, watakuja. Kwa hiyo nitoe rai kwa Watanzania wote, timu itarudi kesho kutwa, wizara pamoja na mkoa na mkuu wa mkoa huko hapa, na mkuu wa mkoa Dar es Salaam naye asikilize, andaeni utaratibu, vijana wetu wasifike kimya kimya, wapokelewe kishujaa. Na kwa kuwa tunatambua kwamba mwaka kesho watakuja, waheshimiwa viongozi wetu, mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na mheshimiwa Dokta Hussein Mwinyi, wameshafanya kazi kubwa ya kuandaa miundombinu, miundombinu ya kisasa kujiandaa na hiyo mwaka kesho. Sasa wizara za michezo pamoja na mashirikisho yetu TFF na ZFA, fanyeni kazi ya kuandaa timu. Viongozi wetu wameandaa miundombinu, twendeni tuandae timu ili watakapokuja tuwe tumejiandaa. Na moja ya maeneo ya kuandaa timu, angalieni kanuni zenu. Nilikuwa nawaza nikasema, nikisema tufute leo matumizi ya wachezaji wote wa kigeni, nitatafuta ugomvi ambao hauishi. Tutaacha kujadili kuwasubiri wanaokuja. Mwaka kesho tutaanza kujadili kuondoa wachezaji wa kigeni. Sasa nadhani sasa nadhani tugawe mashindano, angalieni kanuni zenu. Yale mashindano ya shirikisho yale mashindano ya ligi kuu yatumie wachezaji wote, na yale ya, ya mataifa ya nje ya champions sijui, mabingwa klabu bingwa sijui shirikisho yatumie wachezaji wote na wa kigeni lakini haya yanayoandaliwa na mashirikisho kwa mfano shirikisho la, la TFF kifupi tu imezoeleka kuitwa FA FA, niye wachezaji wazawa tu, ili kutengeneza wigo mpana wa wachezaji wetu wa kushiriki mashindano mengi, ikiwezekana hata yaongezwe na urefu ugenini na nyumbani, ugenini na nyumbani, ugenini tukianza sasa mpaka mwaka kesho tutakuwa na kikosi kikubwa ambacho tunaweza tukakiona. Lakini sio hiyo tu, sio hiyo tu, tukirefusha ligi ya muungano kwamba iandaliwe inapoanza ligi kuu, na yenyewe, na yenyewe ligi ya muungano ianze, timu zote za Pemba na hapa Unguja na timu zote za za bara ugenini na nyumbani ugenini na nyumbani ugenini na nyumbani mtoano, mpaka inapofika mwezi wa nne, kilele cha Muungano tutakuwa tu, na hiyo itumie wachezaji wazawa tu. Naamini tutakuwa tumetengeneza mashindano ambayo yatawafua vijana wetu, ukija ukaunganisha na wale wanaocheza nje ya nchi, tutakuwa na kikosi kipana ambacho kimeshiriki mashindano mengi. Sio hiyo tu. Hata, hata, hata ligi za mikoa na zenyewe ziratibiwe. Sasa wizara zetu za michezo, kaeni, angalieni kanuni, kaeni na mashirikisho, angalieni, mkishaona inafaa, mtuletee hayo mapendekezo, mimi na makamu wa pili wa rais, ili tupeleke kwa viongozi wetu wakuu, yakishapata ridhaa, tuweze kutekeleza katika kuandaa vikosi vyetu vya kupeperusha bendera ya taifa, huku Tanzania akiwa mwenyeji. Watakuja hapa hapa hapa hapa. Kwa hiyo kama jirani yako alikuwa anasikitika, mwambie tulia, watakuja hapa hapa, yeah. Eh. Yeah. Kwa hiyo niwapongeze kwa mara nyingine, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa na nyota njema katika uongozi wake. Vilabu vimefanya vizuri sana, vikaweka historia ambavyo havikuwahi kuweka. Nyota njema, na hata timu ya taifa na yenyewe imeweka historia ambayo haikuwahi kuweka eh. Kwa hiyo haya haya sio ya kuyachukulia tu kiurahisi urahisi, yangekuwa kiurahisi urahisi angeshafanyikaga na zamani. Eh, si si si, si nchi si nchi na wachezaji si walikuwepo e? E, lakini historia hizi hazikuwahi kutokea. Kwa pongezi zimfikie mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na mheshimiwa Hussein ali Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, wameendelea kuweka rekodi, wameendelea kuweka historia na alama mpya kila sekta alama, uongozi unaoacha. Sisi kazi yetu ni mambo mawili, tuendelee kuwaombea dua na tuendelee kuwapa ushirikiano.